Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo ni kwa hapo kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana, inahusiana na moja kati ya habari ambazo zimewashangaza watu wengi sana. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba hivi karibuni tu Nifa aliposti kupitia kurasa yake wa Instagram kuhusiana na moja kati ya matukio kombe la Samia Cup ambalo linahusisha celebrities and corporations eh. Katika hili kombe bwana Eh, hili ni kombe ambalo haya ni mashindano ya mpira wa miguu ambapo yamepewa jina hilo la Samia Cup ambayo yameandaliwa na Alikiba. Lakini ameshirikisha watu wengi sana na media nyingi pamoja na corporation nyingi tu zinashiriki zinashiriki katika eh, mashindano hayo. Sasa dada wa Alikiba yupo akiwa kama kocha katika, katika moja kati ya timu ambazo zinashiriki, lakini pia cha kushangaza, watu wamekuja kushangaa kuona kwamba Nifa naye ni mmoja kati ya watu ambao ni makocha katika eh, katika mashindano hayo, jambo ambalo watu wengi wameanza kucomment na kuanza kuuliza kwamba okay, huyu Nifa ni kuwa, alishawahi kuaga na ukaribu na Alikiba na ikasemekana kwamba kulikuwa kuna mahusiano kati yao. Sasa je, kwa kipindi hiki hapa Nifa na mambo ya mpira, wapi na wapi? Na kumuona kwamba yeye pia amepata nafasi au cheo katika mashindano haya, watu wameanza kujiuliza kwamba huenda kukawa kuna kitu kinaendelea low key. Hilo limetokana na moja kati ya comment ambazo mm, ambazo ili ni kutokana na, na posti ambazo zimesambaa zime mitandaoni ambazo zimekuja kuspark hizi comments. Kwa mfano, kuna posti hapa ameposti Crown mwenyewe ameandika kwamba wameposti picha ya Nifa wakaposti pia wakaiambatanisha na picha ya dada wa Alikiba alafu wakaandika hapa chini kwamba makocha wapya wa Kings Music FC, yani kwamba Nifa na dada yake Alikiba ndio makocha wa Kings Music FC record label ya, ya Alikiba. Sasa wadau wameanza kuja kujiuliza kwamba okay, huyu dada wa Alikiba, okay tumeisha ku kijihusisha na mambo ya michezo Nifa na michezo wapi na wapi, hususan kwenye mambo ya ukocha wa Kings FC, Kings Music FC. Watu wameanza kuspeculate labda kuna jambo ambalo linaendelea. Moja kati ya comment kuna huyu hapa anaitwa Umenya, Umenya TV ameandika kwamba bwana, msituchanganye huyu Nifa si ndio eh? kuna kipindi alikuwaga karibu sana na Kiba na haya mashindano ameanzisha Kiba. Sasa ukocha wa Nifa E, ukocha Nifa kajifunza lini? Mdogo wa Alikiba sawa, tunakubali, ila kwa Nifa Eh, kuna kitu hakiko sawa. Kuna mtu ameandika hivyo kusema kwamba huenda labda kuna jambo linaendelea, mambo ya mahusiano na vitu vingine kama hivyo oma na kureplay na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.